Mwanadada Mange Kimambi ambaye anajiita dada wa taifa uh, mapema hivi leo ameweza kutoa clips ambayo imeweza kuzua gumzo kupitia mtandao wa Instagram, ambapo katika clip hizi mbili aliweza kuelezea kuhusiana na mwanadada Zuchu, msanii kutoka WCB, ambaye majuzi tuliona anapiga show yake, ambayo kikubwa ambacho kilibamba katika show ile ni baada ya kumuingiza Dogo Pattern, ambapo Dogo Pattern aliua vibaya mno, wakachakaza stage ambayo watu wengi walifura sana na wakashangilia vibaya mno. Lakini kama uleza kutazama hizo hapo clip, uleza kumuona mwanadada Zuchu aliweza kuanguka stejini, ikiwa baadhi ya watu walimuona, lakini pia kamera zilimnasa na hiyo klipu yake imeweza kwenda viral sana, imetembea kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa mwanadada Mange Kimambi mapema hivi leo ameweza kutoa klipu ambazo alikuwa, alikuwa akimwongelea mwanadada Zuchu, akianza kwamba dada huyu Zuchu baada ya kuanguka stejini jana yake usiku. Sasa kuna kitu kikubwa ambacho kiliweza kutokea na ichopo kitu ameweza kudrop kupitia subscription channel yake ya Instagram lakini pia kupitia app yake Mange Kimambi. E, ameweza kumlipua sana mwanadada huyu Zuchu. Mimi sitaongea sana, hebu msikilizi kile ambacho alikuwa anakiongea nakiongea Mange Kimambi akiwa anamlipua Zuchu katika hiyo show ya juzi ambayo aliweza kuanguka stejini, lakini jana yake kuna kitu kikubwa ambacho kilitokea, msikilize Mange Kimambi anavyoongea. Hii hapa ni Blue House, Dax Media. Mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi. Ukisubscribe ndio unakuwa mwanafamilia yetu wa kwanza ambaye utakuwa unapata update zetu kila wakati. We cover all aspects. Ndugu zangu, naomba niwakute kwenye... ah, na kwenye subscription channel. Zuchu sio kumcheka tena ndugu zangu sio wa kumcheka kumcheka tena. At, I think hata labda niache ni kum, kumposti tena yule, eh, yule dada yule msichana, sijui dada sijui guys. Kilichotokea ile siku Zuchu aliyopanda kwenye stage akadondoka ile juzi kwenye ile show akadondoka chini pu, kilichotokea jana yake yani yani na, yaani nimeogopa mpaka natetemeka na nafanya hivi nyie. Zuchu sasa hivi tumuombee, na Diamond baada ya kutoka Nigeria, unajua Diamond kafanya nini baada ya kufika Tanzania? Ndugu hmm. <laughs> zangu, natetemeka hivi nafanya hivi, naomba niwakute kwenye app, naomba niwakute kwenye subscription channel, maana mambo ni moto ni moto ndugu zangu, naomba niwakute kwenye app na kwenye subscription channel. Mzuchu sio wakumcheka tena ndugu zangu, sio wakumcheka tena. At I think hata labda niache kum- kumposti tena yule, eh, yule dada yule msichana, sio dada, sio guys, kilichotokea ile siku Zuchu aliyopanda kwenye stage akadondoka, ile juzi kwenye ile show akadondoka chini pu, kilichotokea jana yake yaani ni yani, nimeogopa mpaka natetemeka na nafanya hivi nie. Zuchu sasa hivi tumuombee na Diamond baada ya kutoka Nigeria, unajua Diamond nikafanya nini baada ya kufika Tanzania, ndugu hmm. <laughs> zangu, natetemeka hivi, nafanya hivi. Naomba niwakute kwenye app, naomba niwakute kwenye subscription channel, maana mambo ni moto <laughs> ni moto Ch, yani what's going on hivyo, anashindwa kuaccept Alafu ingine ni kwamba na ma voice note ya hatari, nashindwa kuruka na hizo voice note sasa hivi kwa sababu nashindwa kuziverify. Ila habari nilikuwa nayo ni kwamba hizo voice note alioongea kwenye zile voice note ni ndugu ndugu a Zuchu zile voice note kisha tumiwa, kishatumiwa Mama Dangote anazo, kinaisi Esma wanazo, mimi nimetumiwa leo, Mama Dangote anazo voice note. Esma nazo voice note, alafu wamemtumia Diamond zile voice note. Yani nashindwa kuzi explain kuna nini kwenye zile voice note, because ni habari ambayo nimeshindwa ku verify. so ha anyway, nipeni muda ni verify. Yani nawasho kuruka nazo, but yani roho hainipi kwanza, mbani mpaka niji niji yani nijiamini vizuri na hii habari, ndio nitaziachia hizi voice note, but hizi voice note kama ni za kweli kama kina mama Dangoto wameziamini, kama Diamond kaziamini, Zuchu ana wakati mgumu, ana wakati mgumu sana nw. Anyway, uh, sasa hivi kinachoendelea ndio hivyo, anatishia kujiondoa, anajitishia kujiondoa. Hey, hey, Wasafi anataka kuondoka, la sivyo Diamond ajipange aoe pale, la sivyo anataka kuondoka. Anyway, habari ndio hiyo, ndugu zangu.